Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Tunaelekea mwisho wa Kwaresima, na kwa kuwa tunaelekea mwisho wa Kwaresima, mwishoni, tuko mwishoni, mwishoni, basi bado tunayaangalia mambo muhimu, na haya mambo muhimu yatatusaidia sana sisi E, wana Kwaresima, tuko katika sala ya Bwana na tuna poitazama sala ya Bwana, basi tunaangalia mambo muhimu sana katika sala hii ya Bwana, sura ya sita ya kitabu cha Matayo Mtakatifu au injili ya Matayo Mtakatifu kuanzia mstari wa tisa. Sala yenyewe inasema hivi: Baba, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele Amen. Hii ndiyo sala ya Bwana, inakamilika hapo. Sasa tuko katika kitengele, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele Amen. Sasa Yesu alipowafundisha wanafunzi wake akamalizia wanapoomba, akasema malizieni, kwa kuwa ufalme ni wako. Anapowaambia kwa kuwa ufalme ni wako, maana yake ufalme wa wote wa duniani uko kwa Mungu utawala vale wote wa ulimwengu huu umebebwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo huyu ndiyo mwenye uwezo wote, alitaka kuwaonyesha kwamba uwezo unapatikana kwake peke yake. Kwa hivyo anawaambia, semeni ufalme, kwa kuwa ufalme ni wako. Na kwa kweli ufalme wote wa dunia hii ni wa Mungu. Halafu akawambia na nguvu. Nguvu pia anazo yeye peke yake, nguvu anazo yeye peke yake. Halafu hakuna chenye nguvu, hakuna chenye nguvu ila Mungu peke yake. Ana uwezo wa kutikisa hii dunia, ana uwezo wa kutikisa mbingu, ana uwezo wa kuhamisha chochote. Kwa nini? Kwa sababu ana nguvu msizo za kawaida lakini pia na utukufu. Utukufu anasema utukufu ni wake, utukufu umejaa kwake, yeye ndio mwenye utukufu wote. Wako watu wana utukufu huku duniani, labda kwa sababu ya mali yake au kwa sababu ya cheo alicho nacho, lakini utukufu, mwenye utukufu halisi ni Mungu peke yake. Kwa hiyo utukufu umejaa kwake. Utukufu ni hali ya kujulikana kusifika, eh, kusifika kwake, anasifika kuliko yeyote huku duniani wala mbinguni, ni yeye ndo amejaa utukufu. Kwa hiyo utukufu ni wake, nasema akawaambia, maliviyeni hata milele, hata milele. Kwa hiyo utukufu ni wake, ufalme ni wake, hata milele nguvu zake hata milele, haitakaibadilike milele yote milele yote. Umejaa utukufu wake, nguvu zake na ufalme wake, umejaa milele milele. Maana yake bila mwisho, bila kikomo. Halafu akasema amen, amen. Hapa maana yake iwe hivyo. Kwa hiyo unapoomba na kumalizia na amin, maana yake hayo ulioyaomba sema yawe hivyo na iwe hivyo, kwa kuwa Mungu anaweza kufanya kama unavyoomba. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie basi ufikie mwisho mwema. Na nikushukuru kwa kufuatilia na kufika mwisho wa maelezo ya Sala ya Bwana. E, Mungu wa mbinguni akusaidie, akubariki. Kipindi kijacho tutaanza kutazama mambo mbalimbali mbali, pia tutaanza kutazama mambo mbalimbali mbali. Mungu wa mbinguni awe upande wako, aendelee kujaza wingi wa neema yake kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.